Anzala ala abidihi lkitab walam yajalahu iwaja wassalatu wassalam ala sayidina Mustafa muhamadin salallahu alaihi wasalama. Ndugu zangu katika imani, imemaliza kipengele cha kwanza cha imani. Mwenye imani lazima wawe na sifa kama. Ukijiona wewe uko Mwislamu, hakuna harakati yoyote nzuri unayoifanya kwenye dini yako, hauna imani. Inabidi wawe na harakati moja unayoifanya kama unahifadhi Qurani lazima uhifadhishe Qurani. Kama umejifunza kazi hata ya mikono, lazima ile kazi ufunze wengine. Kama yoyote ambacho ulichopewa na Allah subhanahu wa taala, lazima imani yako itakusukuma kukitoa ili kinufaishe wengine. Hawezi kuwa mwaminifu ukakosa lolote ambalo unalifanya katika dini yako, katika mema, ili imani yako iperform vizuri. Ndugu zangu katika imani, tukija katika siyamu nayo ya ayuhaladhina amanu kutiba alaikumu swyamu, tunakuja kwenye kipengele cha swaumu. Swaumu ni kitu cha siri. Mtu akiambiwa suyamu imeingia ama swaumu imeingia, anafikiria kwamba ni kuwacha kula na kunywa basi na ni mchana tu. Kuna baadhi wako hivyo, lakini swaumu ni mchana na usiku. Kuna baadhi ya ndugu zetu vijana hapa katika jamii yetu mchana na swaumu k na saumu yake ni kuacha kula na kunywa, lakini simu yake ana chati na wale ambao how many days left, wako wenyewe ni kuchati na mademu na mchana. Kuna wengine na mchana na usiku, kwa hiyo usiku kwenye TikTok anaona ashafuturu tayari, nimefungua kila kitu changu, kwa hiyo anachati, yuko kwenye TikTok, anaangalia kwe music, wengine ma movie, wengine harakati mbalimbali za mbali kumwasi Mwenyezi Mungu na kupuuza eh, eh, saabu zake katika funga yake. Kwa hiyo inapokuwa swaumu Allah subhanahu wataala mwenyewe anajua ndani kafunga mtu anaweza akaingia ndani akala msosi wake akanywa na maji akachukua tishu akapanguza midomo yake vizuri mpaka ikakauka, akitoka nje atawambia saumu ya leo nikari la umbe amesha shiba sasa. Siam ni kitendo ni ibada kubwa ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ye mwenyewe ndo anajua huyu kafunga, kuna wengine wamefunga lakini wanazidi usiku. Live nimeshambana mtu mtu kazini alizidi, tena ni kwa Ramadhani kumi ya pili, o sehemu zetu kule, kavua nguo sehemu za kucheza kwenye tumbu, nikaona kibaka chamanini pale pale. Nikamwambia bana, hiyo ni nini kwenye tumbu yako? Hakunificha, ananiambia shehe, nimeteleza nimeteleza. Baada ya tarawih kaja mwanamke ndani kwangu, demo wangu, nikajikuta nimeteleza. Kanaambia ukweli kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu anasia ni Waislamu. Sasa funga inapokuja na vidi, mtu ajue inafunga kitu gani, nini maana ya swaumu? Kwa hiyo swaumu ni kitendo ambacho ni ibada inatakiwa ifanywe vizuri. Siku ya kiyama ukienda kuprezenti ibada yako, ni swaumu, ni ibada ambayo itakupeleka peponi, lakini ufunge vizuri. Ndugu zangu katika imani ya mwisho kabisa, Allah akasema laalakum tattakuni kwa hiyo anayefunga vizuri akaacha maasi atakuwa mcha Mungu. Ndio Mtume akasema siyam ama sawmu, junna ni kinga, inakufanya wewe ukaacha maasi. Kwa hiyo yale maasi unapoyaacha, mpaka wale wazee wa fege, baadhi yao wengine wanaacha mchana wa Ramadhani. Kuna baadhi wengine wanavuta, wanakuambia ni moshi sio chakula wala sio ni sigari inavyopendwa, mtu anakubali kuiacha mwezi mzima, ni haramu. Lakini kwa, kwa kiwi chake mtu anakubali kuiacha kwana wakitoa zana nanaazi anaweza kuwa sijui, kama ile dua ya kusema bismillah au inakuwa, ndugu zangu katika imani, Ali karama Allah wajha ameulizwa na watu wake zama hizo, ni amiru, akaulizwa ma maana taqwa Taqwa ni ni nini? Ali anaulizwa akasema, at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil wal-amal bi-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dad li yawm ar-rahil. Akasema, taqwa inasimama kwenye mambo mangapi? Mambo manne. Akasema uchamungu kwanza ni uoga wa Allah subhanahu wataala. Uogope mwenyezi Mungu, khaufu min aljalili, uwe na uoga na mwenyezi Mungu. Hichi kitendo nataka kukifanya, mwenyezi Mungu ananiona. Kama mwenyezi Mungu ananiona, kwa nini siachi kitendo kama hichi? Unaweza kumchukua mwanamke ukaenda naye hoteli mbali huko, au ukaenda katika nchi nyingine. Ona ishaza Afrika hapa ndio unapokaa lakini pako siku unakwenda kutembea nyumbani kule na mademu zako wale wa zamani. Kwa hiyo, hapa watu wanaokujua pengine, ni kule watu wanaokujua ni wachache, basi watu wawako wale Waswahili, ukamchukua demu kazini naye kwa kuwa ni katika nchi nyingine, ama umeenda Amerika ama nchi yoyote ya mbali hapa, Waislamu hawapo, kwa hiyo ukajificha na ukafanya matendo matengeo. Lakini anayemwogopa Mwenyezi Mungu anajua Allah ananiona, hawezi kufanya hivyo. Ndio akasema ni woga wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasema Walamalu bitanzil kufanyia kufanya, kufanya kazi Qurani. Kwa hiyo maisha yako yote inabidi uangalie Allah amesema kitu gani ndio ufanye, sio ufanye kila kitu: uoa, talaka, ndoa, everything. Mwenyezi Mungu ameweka kwenye Qurani: kusalimiana, kufanya kazi, biashara, kila kitu ndugu zangu, ki kwenye Qurani. Sasa Mwislamu, maisha yako inabidi uishi Qurani ndio ikuongoze kisha ndugu zangu, Ali karamallahu wajha kwawapa mtukufu huyu akasema, waridha bil kalil, kurizika na kidogo. Umefanya kazi kubwa, unatafuta Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu akupe riziki kubwa. Wewe umehangaika unafanya kazi ngumu, lakini kila kujitahidi, mapato yake ni machache sana, unaoyapata katika kazi zako. Kwa hiyo kurizika na kichache, sio kusema kwamba usifanye bidii kutafuta kingi lakini katika miangaiko yako ya kutafuta kuna kati panapenya riski za haramu, huo na shevu, kuna kati panakuja simu ya wizi, wamemchoma mtu kisu kule, wamemwibia simu wanaleta na unawajua kabisa hawa ni wezi wa simu. Kwa hiyo panakuja mwanya wa kupata riski kubwa, kwa hiyo hapa inabidi hichi cha haramu uache, au pamekuja dili. Ndio maana unatumika hapa, kwa hiyo mimi kazi zangu kazi na kazi zangu nataka huo unaniwekea, nikisema kazi tunaelewa unga huo unaniwekea. Kwa hiyo kila mwisho wa mwezi utakuwa nakupa elfu tano na elfu kumi ya kazi. Kwa hiyo huyu ni mwanya unakupatishia hela nyingi, lakini mwenye kurizika na kidogo ichi cha haramu ataacha, atarizika, atakubali kuchukua kidogo, ndo ringo wa bilhalili. Lakini katika kurizika huku fanya bidii, fanya mbinu za biashara mbalimbali, kutafuta kazi mbalimbali kuchenja hata kazi ili kutafuta kingi, lakini mwanya ukija wa kitu cha haramu achana nacho. Hiyo inaitwa ridwa bil qalil, kuridhika na kidogo cha halali. Ndugu zangu, kisha alimamu Ali akasema, ama ama sahaba huyu Ali akasema, wal isti'dad yawm rahim, ishi unajiandaa na siku siku ya Kiyama ama siku ya kufa, kaa uko tayari. Maisha haya ni maisha ya mpito, muda wote utamw